Hii ni habari za Umoja wa, wa Mataifa kutoka New York City tuliokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa ya vijana nchini Kenya watumia mchezo wa mpira wa miguu au kabumbu kusongesha malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa au SDGs. Tulikaa chini tukasema ni vipi tunavyoweza kutumia mchezo wa kambumbu kuleta vijana pamoja, ili kuhakikisha wamesaidiwa, eidha kupata kazi ama kutengeneza ama kuandaa makazi zao ili wapate hela na waishi maisha bora. Na katika leo kujifunza lugha ya Kiswahili, je, wajua maana ya maneno jamala na bulbul yana maana gani? Basi ambatana nami hadi mwisho. Karibu. Nam ni Alhamis ya tarehe sita ya mwezi Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masio kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Asumta. Sasa kutokata miti ni jambo lenye faida ya kifedha, na nchi inaweza kupata dola nne kwa kila eka moja kwa mwaka, iwapo italinda misitu yake ya kitropiki ambayo ni muhimu kwenye kupambana na uharibifu wa mazingira na tabia nchi. Hayo yamebainika leo huko Belem, Brazil, kulipozinduliwa taasisi ya kudumu ya misitu ya kitropiki ambayo itakuwa na mfuko unaoweza kutoa hadi dola bilioni nne kwa mwaka kwa nchi takriban sabini na nne. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa taasisi hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ambaye yuko nchini Brazil amesema misitu ya kitropiki hupuliza uhai katika sayari yetu. Hata hivyo bado inashambuliwa bila huruma, inaonwa kama faida ya muda mfupi badala ya thamani ya muda mrefu. Juhudi hizo za kulinda mazingira zinafanyika kabla ya mkutano wa thelathini wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia nchi, COP 30, mkutano utakaoanza mjini Bele nchini Brazil Jumatatu Novemba kumi hadi tarehe ishirini na moja Novemba. Na utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, umeonyesha kuwa kilimo cha mmea wa afyuni nchini Afghanistan kimeshuka kwa asilimia ishirini mwaka huu 2025 na ikilinganishwa na mwaka uliopita. Uzalishaji pia umepungua kwa asilimia thelathini na mbili huku mapato ya wakulima nayo yakiporomoka kwa karibu nusu. UNODC imesema hali hiyo inaonyesha mabadiliko makubwa ya biashara na usafirishaji wa zao hilo ambalo ni dawa za kulevya, na ikasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa kusaidia wakulima wa Afghanistan kupata vyanzo mbadala vya kipato na kupambana na biashara ya dawa haramu. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana, Aliamisha, kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye, tutakwenda nchini Tanzania kwa mlumbi wa lugha ya Kiswahili Joram Mkumbi. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York.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

Katika jitihada za kuhimiza utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs, shirika la kiraia la Global Youth Forum la nchini Kenya limeamua kutumia mpira wa miguu au kandanda au kabumbu, mchezo unaounganisha watu wengi duniani. Vijana wanahamasishwa kutumia mchezo huo sio tu kwa burudani, bali pia njia ya kujifunza, kujiajiri na kuchangia maendeleo ya jamii zao. Sheila Jemgetich wa idhaa hii kupitia mahojiano kwa njia ya mtandao amezungumza na Omondi Peter, mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika hilo. Kwako Sheila. Haya, Peter, karibu karibu sana idhaa idha ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Hebu tueleze kwa ufupi kuhusu hii kampeni ya kusongesha SDGs ambayo mnatarajia kuifanya mapema mwakani. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Umoja wa Mataifa ilizindua hmm, maendeleo endelevu yeah, na na na kulingana na ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa hapo mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne ni asilimia kumi na saba tu ya sustainable development goals yaani maendeleo endelevu ndiyo mm. yako sambamba. Na kulingana mm. na hiyo ripoti tena, huenda mm. watu milioni mia tano na tisini wakaishi kwa uh, umasikini uliokithiri ifikapo mwaka wa elfu mbili na thelathini. Na sisi kama shirika, kama lengo letu kuu ni kutokomeza umaskini, tulikaa chini tukasema ni vipi tunavyoweza kutumia mchezo wa kambumbu kuleta vijana pamoja ili kuhakikisha wamesaidiwa ku, eidha kupata kazi ama kutengeneza ku, ku, ku ama ku, kuandaa makazi zao ili wapate mm. hela na waishi maisha bora. Eh, sasa hii kampeni ina... eh, kujiajiri. Sasa hii kampeni eh, inatarajia kuleta matimu timu thelathini na nne kutoka majimbo kumi na saba kila timu likiwakilisha maendeleo endelevu ya yaani wanayopendelea, ili kujiajiri ama kupata kazi, ili nao wapate pesa na kujimudu katika maisha yao so hiyo ndio jukumu la hii kampeni ambayo tunapanga kufanya mwakani. Na mnashirikiana vipi na Umoja wa Mataifa, maana SDGs ndio hasa kitofu cha majukumu yake? Sasa hapo mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne Umoja hmm wa Mataifa iliteua ili tarehe ishirini na tano Mei kila mwaka ku- kuwa siku ya kandanda duniani na mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili umoja wa mataifa ilizindua mradi inayojiita Football for the Goals. Hii Football for the Goals ina- inaleta um, mashirika zote zinazotumia mpira ama mchezo wa kandanda kuendeleza maendeleo endelevu. Sisi kama shirika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu tuliteuliwa kuandaa Football for the Goals inaugural tournament huku Kenya, ambapo tulishiriki, tulishiriki ama tulihusisha matimu kumi na sita kutoka majimbo mbalimbali mbali nchini Kenya na, na, kuanzia mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu tumeandaa mashindano kama tatu tournaments kama tatu, na hapo Umoja wa Mataifa imetusaidia kwa mambo matatu. Ya kwanza mm kutusaidia -hmm. kuhamasisha vijana ama matimu kutoka mashinani kushiriki kwa kuendeleza ama kutimiza ma maendeleo endelevu hiyo ni ya kwanza. Yapili, ya pili wametusaidia kuhamasisha wadhamini ili kusaidia hawa vijana kwa sababu vijana wenye tunawahusisha kwa michezo hizi hawawezi hawawezi kulipia ili washiriki, so wametusaidia kuhamasisha wadhamini kutuunga mkono kusaidia hawa vijana, so hiyo ni ya pili na ya tatu, mm -hmm. wametupatia wame jukwaa mbalimbali ili kufunza watu mbalimbali mbali ama shirika zingine venye tuna mbinu uh, zenye tunatumia kuandaa michezo hizi ili kuendeleza maendeleo endelevu bila kuacha eh, maendeleo endelevu bila mm -hmm. kuacha yeyote nyuma, na kuhakikisha kila mtu amechangia ku, kutekeleza mradi wa Uh, 2030 agenda. So kwa hayo matatu Umoja wa Mataifa ime- imeplay yani, imecheza part kubwa ili tufike mahali tumefika, um, wa leo. So um, imetusaidia sana. Shukran sana Shera Chepketich kwa mada hiyo kwa kina, na kila la heri kwenu, Omondi Peter na Global Youth Forum. Na sasa basi ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo ukumbi ni wake mlumbi wa lugha ya Kiswahili, Joramu Mkumbi kutoka nchini Tanzania, anafafanua maana ya maneno jamala na bulbul. Jamala ni matendo mazuri, matendo matendo mazuri ni jamala. Nilitendewa jamala, nilitendewa nilitendewa matendo mazuri ya ukarimu ndo tunasema jamala. Alafu bulbul ni njema tabia. Bulbul, mtoto yule ana tabia bulbul, maana kwamba ana tabia njema. Shukran sana mlumbi Jora Mkumbi kwa elimu hiyo.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 amani na kwa heri kutoka New York Marekani.